Usisahau kusubscribe, like, share, na kucomment. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mimi nichukue nafasi kumshukuru Mungu kwa ajili yenu kwamba pamoja na uchovu wa jumazima la kuomboleza, bado mmepata nafasi ya kuja kuabudu pamoja na sisi na kama nilivyowaeleza jana hapa wakati na washukuru, nilisema eh, kifo kimetupenda sana katika familia yetu, lakini hakiwezi kutupenda kuliko Mungu anavyotupenda. Mungu anatupenda zaidi, na kama Ayubu alivyosema mwenyewe kwamba hata iweje, hata iweje Hatutamwazia Mungu kwa upumbavu. Mapigo ya shetani hayawezi kutusahaulisha na upendo wa Mungu. Asubuhi ya leo saa moja kasorobo dada yangu na dada yetu wote ndani ya familia, Dora, ameitwa mbinguni. Ilikuwa saa moja kasoro na dakika ishirini nilipigiwa simu na madaktari na binti yake. Yeye ana mtoto mmoja tu binti, ameitwa mbinguni. Na baada ya hapo alifika ndogo wangu e, Bashungwa, nikamshirikisha juu ya hilo. Yeye alitushauri, alisema, badala ya ibada tungeanza maombolezo. Tukasema hapana, leo ni Jumapili, tufanye ibada siku ya Bwana, maombolezo yaanze baada ya ibada. Kwa hiyo dada yetu dada yangu Dora ameitwa mbinguni asubuhi ya leo, na kwa sababu maombolezo yamekuwa ya muda ya mrefu, siku ya Jumanne tumraze tuweze kumraza. Sasa baada ya kumraza, tunaweza tukafanya ibada ya shukurani hii ambayo tumeisha leo. Mimi napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya haya yanayotokea kwa sababu sio mara ya kwanza. Ukiona yameandikwa kwenye Biblia ina maana yamewahi kufanya nini? Kutokea. Huyu Ayubu tunayesoma habari zake aliondolewa na kila kitu. Siku alipofiwa na watoto wake wote, alikuwa na watoto kumi. Saba wa kiume na watatu wa kike. Kaja mmoja akamwambia, upepo umekuja, umeyumbisha nyumba yote, pembe zote nne imeanguka na watoto wako wote wamefariki. Mimi tu ndiye nimebaki kukuletea habari. Neno la Mungu linasema, Ayubu akainuka, akalirarua joho rake nyoa nywele zake, akaanguka chini akasujudia. Kisha akasema maneno haya, akasema: mimi Ayubu, nilitoka tumboni mwa mama yangu nikiwa uchi na nitarudi tena huko huko nikiwa uchi. Bwana ametoa na sasa ametwaa, jina la Bwana na alihimidiwe. Basi na sisi tujiunge na Ayubu. Bwana alimleta Dora mwaka wa sitini na moja, na sasa amefanya nini? Amemtwaa. Neno la Mungu linasema baadaye, Mungu alimjalia tena Ayubu watoto wengine kumi, saba wale wale wa kiume waliopotea na watatu wa kike lakini hilo hatutegemei litokee kwa Madorotea si ndio? E, wao walijaliwa watoto tisa sio kumi kama wa Ayubu. Huyu watatu sasa ameondoka. Tumebaki sita. Na hatutegemei kwamba Madorotea atapata wengine. Lakini muujiza wa Mungu unaweza ukafanyika kupitia watoto wake waliobaki. Hao wanaweza kurudi ndivyo ilivyokuwa kwa Amelia na, na mzee Yakobo watoto wake 13 walikufa watatu walikufa akampatia kampatia tisa kupitia Benjamin Mungu ni mwema kama watoto ni mali Mungu anaweza kuleta lakini tunajua kwamba kuishi kwetu na maisha tunayoishi tunakuwa mikononi mwanani wa Bwana kwa hiyo farijianeni kwa maneno haya na rasmi sasa tuanze maombolezo mengine lakini kwa furaha kwa sababu Mungu ametuweka hai ili tuweze kuyaona haya. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment.